Mara nyingine unapata uchovu wa mwili na kuishiwa nguvu kwa sababu unakunywa maji kidogo au hunywi maji kabisa, kwa sababu kutokunywa maji ya kutosha ni sababu mojawapo zinazoweza kukufanya kuishiwa nguvu, kuchoka, na kukosa umakini. Hii ni kwa sababu maji yana jukumu muhimu katika kila mfumo wa mwili wako, na hivi ndivyo maji yanavyosababisha uchovu. Kwa sababu gani? Mzunguko wa damu unapungua na damu inakuwa nzito, hivyo moyo unalazimika kufanya kazi kwa nguvu zaidi ili kusukuma damu kwenye mwili lakini pia seli zako zinakosa oksijeni na virutubishi vya kutosha. Kwa hiyo bila maji ya kutosha seli zinadhoofika na haziwezi kutoa nishati ya kutosha. Jambo lingine, sumu zinashindwa kutoka vizuri kwa sababu figo na ini zinategemea maji kusafisha sumu. Ukikosa maji, sumu zinakwama kwenye damu na kusababisha uchovu, maumivu ya viungo na kizunguzungu. Lakini jambo lingine ni kwamba ubongo unakosa maji, na maji yanapopungua, ubongo unapunguza uwezo wa kufikiri na kuamua vizuri, hivyo inasababisha kuchoka kiakili. Ukiona unakunywa maji ya kutosha bado unapata uchovu wa viungo mara kwa mara, basi ujue kwamba una sumu nyingi mwilini, na unachotakiwa kufanya ni kuondoa sumu mwilini kwa kutumia njia mbalimbali mbali za detox. Njia ya kwanza unashauriwa kutumia a maji yenye mchanganyiko wa vipande vitano vya tango, vipande vitatu vya limao na vipande vitano vya tangawizi. Asubuhi unakatakata unaweka kwenye maji na unakunywa kila siku asubuhi kabla ya kifungua kinywa. Lakini pia njia ya pili tunaendelea na a, kutumia C24/7 na Liver Care ili kuweza kusafisha mwili na kutoa sumu mwilini. A, ni leo ni siku ya 15 nt 5 ambayo a, ni ya kutumia C24/7. Unatumia kidonge kimoja kuhakikisha unatoa sumu mwilini, unasafisha ini na figo na kuongeza a, kinga ya mwili. ili kuweka mwili wako vizuri, hakikisha unakunywa maji ya kutosha, lakini pia pata C24/7 na Liver Care kutoka Okoa Mwili kwa ajili ya kusafisha mwili wako. Dozi ya mwezi ni shilingi laki moja na tisini na mbili. Tukumbuke tuko kwenye msimu wa ofa. Soma caption kujua ofa utakayoipata, na nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo ili kuweka oda yako, au komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.